Sababu moja hapo inakufanya usiweke kitunguu saumu na tangawizi kwenye chakula chako ni kwa sababu unakuwa ujianda, kwa unasikia uvivu wakati wa kupika ama una haraka, So hakikisha unakuwa una paste zako kwenye friji hapo ndani kurahisisha. Hii ya kwangu ya leo nitaka kitunguu saumu, kitunguu maji, tangawizi, kitunguu cha majani pamoja na giligilani. Taongeza maji na kublend vizuri. Unaweza pia kuongeza chumvi, chumvi ina act kama preservative kwa ili kata hapo. Na baada ya hapo blendi tu vizuri kama unavyoona. Ya kwangu binafsi, sipendi iwe ina run, yani inashuka nyepesi sana. Napenda ibaki na texture kama hii ya kwangu hapa. Good thing about this, kila utakapotaka kumarinate, kupika, kukaanga, you just have it. Unachukua na kuweka tu save kwenye airtight container, weka kwenye shelf ama kwenye fridge yako, na hapo utakuwa umerahisisha mapishi yako. So nikija huko nyumbani kwako, hakikisha unai cooking paste kabla hatujagombana. Natumaini itakuwa imekusaidia itakurahisishia utatengeneza. Love you, bye.